Kutokamana na mambo ya itikadi na mambo ya ibada. Kwa hiyo, ukiambiwa udifaini neno bid'a kwa lugha, kwa usahali kabisa, utasema bid'a ni kila ambacho kilicho khalifu nini? Qur'ani na sunna na ijma'. Ijma maanake nini? mawafiqiyano ya maswahaba Yaani, maswahaba lau wafufuliwa, waliona hilo jambo hawalijui wala hawakulifundisha wala hawakulisikia kwa Mtume alayhi salam, hilo jambo moja kwa moja litakuwa ni nini? Ni bidaa. Sasa hii definition sasa ndio kana kwamba inatupa mwangaza kujua mambo yanayoitwa bidaa. Na mimi nataka katika mifano niipige ni mifano hai tuishi nayo. Sitaki kupiga mifano mbali ambayo tutapata tabu kuifikiria kui, kuna mambo tuishi nayo na ni bid'a tunayatetea, na wale wanaofanya wanayatetea kwa njia zote, na hayo mambo biidhnillah, tutayaleta kwenye definition hii kwa mifano. Kwa mfano mmoja ambao naomba ni upige, ikhwan fillah, barakallahu fiku, ambalo ni jambo la kuzuliwa ama niwaulizeni, Alhaji, emtaja bidaa moja moja tu, Maulidi. Maulidi maana yake nini? Eh, birthday ya Mtume alayhi salatu wasalam, sio? birthday ya Mtume ni bidaa. Kumsherehekea Mtume alayhi salam kuzaliwa kwake ni eh, bidaa Wanituwasema bid'a kwa sababu fahia tariqatun fi dini mukhtaraa, maulidi ni njia katika dini iliyozuliwa, imezuliwa tudhahi asharia, na ukiangalia, yafanana na sharia, kwamba ndani watu wasoma Qurani, ndani watu wamsifu mtume alayhi salam, ndani watu wala sio nani kwafanywa mambo mbalimbali ya dini. Kwa hiyo ukiangalia kwa jicho la kibinadamu unalikuta ni jambo la dini. Jamani, kwenu kuna ubaya gani? Mbona watu wasoma qurani pale, tatizo lenyi mawadi nini? Ba, mbona watu pale wafanya kadha, mbona watu pale wafanya kadha? Kwenu ulizeni swali kina Mzee Yusufu wa msifu Allah kwa nyimbo zao. Kwani yule anayesoma Qurani kwani kitu fulani kilichozuliwa ndio dalili ya kujuzu la kusoma Qurani? Qur ni jais, lakini hapa hatuongelei kusoma Qurani. Tunapoongelea maulidi, hatuongelei kusoma nini, Qurani, tuongelea mfumo wa ile ibada kiujumla. Sio sahihi, alafu huo mfumo huo ni mukhtaraa, umezuliwa. Nani aliyeuzua? Tutakujaona mbele, inshaallah bi biidhnillah.

Wapenda kheri swali hili muulize nani? Swali huru. Sasa jamani, hapa katika msikiti huu msikiti Tauhid, kuna mtu ampenda mtume zaidi ya masahaba kwanza? Mimi hakuna. Jazakum eh? llah khaira. Kuna mtu aliyetoka kati yenu mwamjua ampenda mtume kuliko masahaba ha

Nani <tip> na wajua ibada moja hapa ambayo masahaba sisi tuifanya wao hawakuifanya na Allah yuiridhia. <tip> Sheikh Juma, hakuna mashekhe na haya majibu siku zote ya kuwazi kabisa, kama hakuna ibada ambayo wao waliiacha, yote walifanya. Hakuna aya ndani ya Qur'ani ila walijua maana yake ni nini, na waliifanyia kazi. Hakuna hadithi katika hadithi za mtume ila walizifahamu na wakafanya implementation, wao wakazifanyia kazi. Ikiwa wao hawakutambua kitu kinachoitwa Maulidi Nabawi, na wao ndio wapenzi wa mtume alaihi ssalam, hivi kweli jamani, mtatuambia mkituwekea vichana rua, mkitupikia pilau, nyinyi mwapenda mtume zaidi? Hakuna, hakuna ukweli katika bali ukiangalia maulidi yenyewe ya vile yalivyo tu mukhalafat zilizoko ndani ni kubwa, bali nyingine zafikia kwenye kufu. Siku za maulidi ni watu waswali salatu almaghrib siku za maulidi, wengine waswali salatu alisha siku za maulidi, wengine ufikia mpaka waswali salatu alfajri wankesha wao umsifu mtume wao allahumma salli. Na haya tunapoyaongea ikhwani fillah, twayaongea kwa sababu tushapita huko, twayajua. Umar ibn Khattab asema la yarifu lislam liman lam yamuru biljahiliya hawezi ujua uislamu kwa yule ambaye hajapita katika jahiliya Wewe ukipita kwenye maraki za masufi na ukapiga twari basi ukaingia kwenye sunna wajua thamani ya sunna kuliko yule aliyezaliwa kwenye sunna watu wengi sana wampotezewa wakati wao na madrasa za hawa watu Wallahi, watu walichukua wakati mwingi tadhi'il waqt, na watu hawakufaidika na lolote. Mtu ammaliza madrasa miaka nane, anachokijua mkupiga kasida, kuimba kasida. Mwingine ana, ana, ana anatwari kigoma kidogo kile ndio chake. Subiri siku za Maulidi apigiwe simu. Ee, boda boda sio bana, anatwari lake hilo maalum bana. fulani vipi bana, unajua Maulidi yetu itakuwa tarehe fulani. Ha, inshallah utakualika bana hajui lolote la yuhsinu Alquran, hajui kusoma Quran, lakini usim usimgusie mambo ya kupiga twari kupiga kasba kuimba milango ya sumtu durar na milango mingine ya maulidi. Mahiri sana mtu huyu. Watu kwani ulia wanaposikia kasida, awali wanaposoma Quran. Hawa watu kweli wampenda Allah na mtume alayhi salam yaani mtu ambapo Qur'ani yasoma halii wala athiriki na Qur'an, lakini anaweza athirika wakati kaswida fulani yaimwa tonayodunuka machozi. Hakuwa huyu isipokuwa ni sheitani yomchezea. Ndio maana tukasema sheitani yompenda sahibul bid'a kuliko mtu wa, wa maasia, kwa sababu yeye ni mtu ambaye anayeongoza kuhakikisha maasi ya uzushi yanaendelea katika ulimwengu. Bidaa ndugu zanguni katika imani ziko aina mbili, sawa so? Walibtidau kuzua katika dini, au bidaa ziko aina mbili. Uzushi katika au uzushi kwa ujumla, ziko aina mbili. Uzushi wa kwanza, ibtidaun fil aadat ni uzushi unaozuliwa katika mambo ya ada. Nadhani twafahamu ndugu zangu, ni mambo ya ada, kama vile kuzuliwa haya mambo yaliyozuliwa leo: magari, mikrofoni, simu, ndege. Huu ni uzushi, ni bid'a hii, lakini naingia katika kigawanyo cha kwanza kinachoitwa ibtidaun fil adat, mambo ya kiada. Simu bid'a. Sababu kitu kimfani ha kinzuliwa, microphone bid'a, feni bid'a, lakini inaitwa ibtida'u fil 'adat, ni bid'a, ni uzushi ambao unaingia kwenye mambo ya ada sio mambo ya ibada. Wa hadha mubahun, na kuzua jambo kwenye mambo ya ada ni jambo la ruhusiwa na sheria, kwa sababu kuna kaida inasema li anna al asla fi al adat al ibaha. Kwa sababu kuzua mambo kwenye mambo ya ada yafaa. Mambo ya, ya ada ni vitu ambavyo havifungamani na dini, vitu vya kikawaida vya kidunia, hii vinavyotusaidia kuishi gari, ndege, maikrofoni, feni ni uzushi huu, lakini unaingia kwenye ada, sio ibada, na asili ya vitu hivi ni jambo la faa. Sasa mimi nasema hawa wanaozua kwenye bidhaa ya pili ingekuwa bora wakazua kwenye bidhaa ya kwanza ambayo bidhaa hiyo imeruhusiwa. Wamewaachia Wachina wazua katika mambo ya ada, wenena China leo, angalia mabriji ya ajabu ajabu, haya mambo yaruhusiwa wachaina kila siku wao wakawa wangalia watafanya nini, ulimwengu uzidi kwenda mbele kiteknolojia. Vitu vafaa katika dini hivyo kwa sababu havifungamani na dini. Wallahi mimi nasema lao, ingekuwa wazushi wa dini wazua hivi vitu kama wanavyozua wa China wangetusaidia sana, tungepata simu hiyo labda ukibofa hivyo wajikute ukolikoni, tungefurahi sana, sio bana Wangezua baiskeli za kutia mafuta yani, wangezozua vitu vingi ambavyo vimeruhusiwa kwenye dini. Wallahi ingetusaidia kwa sababu asili kuzua kwenye mambo ya ada ni jambo la faa. Kijawanyo cha pili, ibtidaun fi ddin, kuzua katika dini wa hadha muharramun, kuzua kwenye dini haifai, li anna al-asl fihi at-tawqif kwa sababu ibada zimesangaa, kwa lugha nyingine zote zimesimamishwa, ila zile zilizoamrishwa zi kufanywa. Na ndio hapa kuna dalili nyingi sana, Mtume alayhi salam akitukataza sisi kuzua kwenye nini, dini. Hadithi ya Aisha aladhi akhrajahu al-Bukhari, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, yule mwenye kuzua katika jambo letu hili, ai fi dinina hadha, anayezua katika dini yetu hii, siyo mambo ya ada kwenye dini yetu hii. Lau ufikie uulizwe, wewe gari dini, shekh wangu, utasemaje? Gari gari ile ni dini? Mikrofoni dini? Shekh, Shekh Nasur kiti dini? Sasa kuna watu hujana hoja wakidhani ni hoja kama maulidi bidaa, mbona nyini mwatembea kwenye gari? Allahu mustaan. Sasa gari ni dini? ndege ndini? simu ndini? Bali kuna watu hufikia mahali wakwambia we mwenye bida, ukuwepo zama za Mtume, kwani ni mimi ndini Mtume? Alichokataza hapa ni kuzua kwenye dini, sio mambo ya ada. Ada ni jambo laruhusiwa

kuna watu wameacha kuzua huku ambako tulikoruhusiwa, wakaja wakao wazuo huku ambako tulikokatazwa. Na mimi nawaambieni kitu kimoja, lau maulidi yangekuwa sunna, watu wa maulidi wangeacha. Ama muniamini, kwa sababu asli ya watu wa bid'a ni kuacha sunna. Asli yao ni kuacha kile kilichoamrishwa, kuzua jambo ambalo halikuamrishwa. Sasa tujalie hiyo maulidi, wangeambiwa ni ibada, wallahi wangeiacha, wangezua jambo wa lingine ambalo halikuamrishwa, wakalifanya. Ndiyo jambo wanalipenda zaidi.